Kwanza ni, ni washukuru kwa kuja asanteni sana, na asanteni sana kwa sapoti ambayo e, kipindi chote mmekuwa mkitupa, e, mkitupatia e, tangu tumeanza uzinduzi wa kampuni yetu tarehe tisa Mei mwaka jana e, kumekuwepo na mafanikio makubwa sana. Watanzania wametupokea vizuri sana na tumefanikiwa, kampuni yetu imekuwa kusema kweli, siwezi nikawambia sasa hivi ni ngapi lakini imekuwa, na dhamira yetu iko pale pale kwamba ndani ya miaka miwili inayokuja tuwe ni kampuni moja kubwa ambayo inalipa kodi pengine kuliko kampuni nyingine zote za namna yetu. Yani, hiyo ndio dhamira yetu, na barabara yetu inaelekea vizuri kufikia huko, lakini katika kufanya hizi kazi e, tunalazimika kuboresha huduma zetu kila wakati. E, ili na sisi tujipambanue na operators wengine. E, na kwa hali hiyo tunafanya vitu ambavyo e, number one vinaendana na sera za nchi yetu ya e, kwanza kuwawezesha wananchi wa Tanzania. Hiyo e, ni moja ya sera e, za taifa letu, lakini vile vile kuwapatia au ku create job employment kwa Watanzania na yawezekana kabisa tukawa ni moja kati ya kampuni ambazo eh, zinazoendesha eh, biashara hii ya, ya betting eh, kuweza kufanya vizuri sana katika employment employment kwa maana ya ku provide uh, employment opportunities kwa Watanzania, nafasi za kazi kwa Watanzania. Eh, kampuni yetu sasa hivi ina jumla ya wafanyikazi Eh, karibu 140 hivi you will be surprised, kwamba betting company ambayo inatumia eh, mostly IT kuwa na wafanyikazi wengi sana eh. Tumefanya vile kwa sababu eh, kampuni yetu sisi ni ya kimataifa na inaangalia norms and standards zilizoko duniani na kwa kuwa na vitengo vyote muhimu ili mwisho wa siku kuweza kutoa huduma stahiki eh, kwa wachezaji wetu eh, tuna strong strong very strong IT eh, team and facilities ikiongozwa na Watanzania. Eh, seva zetu ziko hapa hapa katika ofisi yetu tunazozungumza. Creative team yao inaongozwa na Watanzania, watu wa uh, social media uh, na networks uh, wote ni Watanzania. Uh, uongozi wa juu ukiondoa mtu mmoja, waliobaki ni Watanzania. Na sasa leo nimewaletea habari nyingine e, njema kwamba tunazindua e, customer care center ambayo ni kubwa kuliko wengine katika uendeshaji wa sports betting. Customer care yetu ya Watanzania ina watu 84 ambao wanafanya kazi 24/7. Yaani kila siku wakati wote muda wowote wanafanya kazi na tunafanya hivyo kwa sababu gani? Tunafanya hivyo kwa sababu eh, kwa kuwa sisi tunafanya biashara yetu kwa kupitia simu hii za mkononi ama kwenye facility zote ambazo zinakuwa connected na internet hatukutani na wachezaji wa, wa wetu macho kwa uso. Kwa hali hiyo, kitu ambacho kinacho e, wafanya waweze kutupata, kuzungumza na sisi, kueleza e, shida zao e, na kutatuliwa matatizo yao ni kupitia simu, hivyo tunalazimika, na tumeona kwamba itakuwa ni busara kuwa na customer care center ambayo iko well trained na ndio maana E, Watanzania wa kwanza arobaini tuliwapeleka Nairobi kwenda kujifunza. E, wamekaa kule Nairobi kwa zaidi ya miezi sita nafikiri, e, wakijifunza jinsi ya kuhudumia wateja, na hata simu ambazo zimekuwa zikipigwa Tanzania kwanza wanazipokea wenyewe Watanzania hao wakiwa Nairobi. Sasa tumeongeza idadi ile, wamefikia themanini na nne na hawa sasa wapo Tanzania, na leo hii tulitaka tupate muda mdogo na nyee, wawakilishi wa wananchi wa ambao ni e, vyombo vya habari, mkaone customer care center yetu ilivyo e, na watu wanavyochapa kazi. <coughs> Tunajivunia hilo kwa sababu e, katika customer care center ile kuna wataalam vile vile wa IT ambao wanaweza wakaondoa matatizo ya wachezaji wetu kama fedha imekwama, hajui kucheza E, amecheza lakini e, a, labda kuna matatizo hapa na pale, e, na pale ya uunganishwaji na kadhalika, ili tuweze kuondoa matatizo yale, na ndio maana ninavyozungumza, hatujawahi kulalamikiwa katika kipindi tangu tumeanza tarehe tisa mwezi wa tano kupata any complaint iliyopelekwa Gaming Board of Tanzania, kutokana labda na negligence ama kutokana na, na mitambo kuharibika au kutokana na sababu nyingine yote kwa sababu kwetu sisi masuala ya udhibiti na au kwa, kwa lugha nyingine compliance tumeyachukulia kwa hali ya juu sana, na ni kutokana na hilo basi tukaona kwamba a, Watanzania wafahamu kwamba Sportpesa ina ina strong uh, uh, uh, <coughs> yaani, wa, wa, tu, tunaita customer care uh, component tunaichukulia kwa nguvu inayostahili na, na, na, na hilo pia li, li, linatufanya tunajivunia kwa sababu ni Watanzania ambao ndio wanaofanya hizo kazi ambazo e, tunazozizungumza sasa. Kwa hili e, naweza nikasema kwamba wachezaji wetu sasa Watanzania wanaweza hata wakiwa wingi kiasi gani, tunaweza tukapokea simu zao zote, na tukifika kule tutaona pia facilities nyingine ambazo zinatuonyesha e, simu ngapi zina, zi, zimepigwa leo au mpaka sasa hivi, ngapi zimepokelewa, e, ngapi labda zimekuwa dropped kwa sababu gani na utakute na tunaweka kumbukumbu kumbu ya wanaotupigia simu tangu tarehe tisa mwezi wa tano tunaweza tukajua nani alitupigia simu mara ya kwanza, na actually nilikuwa katika moja ya vikao vyetu vya management nilikuwa nimeomba eh, nipatiwe mtanzania wa kwanza aliyotupigia simu kwenye customer care center na kazi naye kidogo, tutamtafuta huyo mtu kwa sababu atakuwa ni mtu wa kwanza kabisa ambaye alishirikiana na sisi eh, katika shughuli zetu hizi hivyo eh, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kwamba sasa tunapatikana masaa 24. Nitaomba nizisome ni hizi namba, kama Watanzania eh, wanaotusikiliza labda wanaweza wakazichukua. Wakazi hizi ni namba ambazo wanaweza wakatupigia wakati, wakati wowote ni 0764 115588 eh vile vile 0692 moja, moja, tano, tano, nane, nane, na nyingine ni 0684115588. Hizi namba ziko wazi e, wakati wote na ni hotlines ambazo hazitumiki kwa shughuli nyingine zaidi ya kupokea simu ambazo ni kwa ajili ya kushughulikia e, maswali ya wateja wetu. Baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii pia e, kuwashukuru kwa mara nyingine tena Watanzania. E, hasa katika yale mashindano ambayo tulikuwa tukiyafanya yanayoitwa Shinda na Sportpesa. Kesho Mungu akijali itakuwa ni siku ya 100, tutakuwa e, Watanzania 100 watakuwa wamepata e, bajaji kuinua maisha yao. E, mimi kwa bahati nzuri nimekwenda baadhi ya e, mikoa ambako tumepeleka hizi hizi bajaji kwa washindi wetu. E, utakuta kwamba hakika wale waliopata zawadi hizi ni watu wa kawaida sana na wanashukuru Mungu kwamba tumeweza kuinua maisha yao. Maisha yao yamebadilika kabisa. Juzi nilikuwa Lindi e, mtashangaa kuona kwamba mtu anavyoshukuru sport pesa utafikiri anashukuru kitu gani? Kwa sababu mbali ya kucheza na kushinda e, zile tabiri ambazo wanazozifanya, lakini wameweza kubadilisha maisha yao kuna watu Sikonge kule anakuambia kila siku anapata elfu arobaini kwa sababu baada ya kupeleka hizi hizi bajaji watu pia tunafanya safari ya kurudi kwao kuangalia maisha yao yanakuwa namna gani. Hakika tumeweza eh, kuona kwamba kumbe tumewasaidia Watanzania wenzetu ka, katika eh, kupata grisi ya kuweza kulainisha eh, chuma ambacho watu wanasema vyuma vimekaza. Sasa ni kwa sababu hiyo pia eh, tukaona kwamba tutoe shukurani. E, kwa kwa watumiaji e, wa simu hasa wa Vodacom tuna kitu tunatayarisha, e, kuweza kufanya e, extension ya program kama hii na taarifa zake tutazitoa e, mbeleni, lakini kusema kweli e, promotion yetu hii ya e, TV S King bajaji imekuwa ni nzuri sana, imewasaidia sana Watanzania na nyie nimekuwa mmashahidi, kwa sababu mmekuwa mkija katika handover hizi tunavyotoa zawadi e, mmekuwa mkiwaonyesha Watanzania e, kwamba kweli hii kitu inakwenda kwa washindi. Pia nawashukuruni sana kwa kazi kama hiyo.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 pesa ni mpesa <laughs> nilidhani mimi ndo mjanja kumbe washikaji wananizidi kete lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo pesa ni mpesa